Bwana na, na anataka mshike vizuri kabisa hapa, mwelewe unaweza ukawa una, una kitu kizuri. Roho mbaya kutoka kwa Bwana ikikuingia, kazi yake kubwa ni kuyapinga yale ya kwako, kwa kwa yaliyo mazuri, okay. Amen. <laughs> <Unaangwa minyukumi? laughs> yn yeah, yeah, yaani yenyewe inachofanya kazi mm, yoyote ambaye atataka kuinuka juu yako wewe ufanye nini? Ufurahi, ufurahi wivu. Amen. Maandiko anasema watumishi wa Sauli, wakamwambia, ndio alikuwa anasema sasa, roho mbaya kutoka kwa Mungu inakusumbua mm. roho mbaya kutoka kwa nani jamani? Kwa Mungu mwenyewe Basi bwana wetu atuamuru sisi watumishi wake walioko hapa mbele yako watafute mtu aliye stadi wa kupiga kinubi. Basi itakuwa roho ile mbaya kutoka kwa Mungu itakapokujia kujia, yeye atapiga kinubi kwa mkono wake, nawe utapona. Uponyaji wa roho mbaya.